Jua lilikuwa limechomoza polepole juu ya mitaa ya Kariakoo ambapo harufu ya maandazi moto, chai ya tangawizi na ugali wa asubuhi ulijaa hewani. Kwenye kona ya barabara ya Uhuru palikuwa na kibanda kidogo kilichojengwa kwa mabati na miti ya mkaratusi kilichoandikwa kwa mkono juu ya ubao: Mama Ntilie chakula cha nyumbani cha Rehema. Rehema alikuwa mama wa watoto wawili, mjane, mchapakazi mwenye tabasamu la daima usoni. Alianza kupika chakula mitaani baada ya mumewe kufariki kwa ajali ya bodaboda. Hakuwa na mengi lakini alikuwa na moyo mkubwa. Kila siku mchana unapokaribia saa saba, bibi mmoja mzee aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu matatu alifika pale kibandani. Uso wake ulikuwa umezeeka sana, mikono imepauka, lakini macho yake alikuwa na uzito wa maelfu ya hadithi. Alikuwa akijulikana tu kama e, bibi. Hakuwa na jina maalum wala historia kila siku Rehema angemwandalia sahani ya wali na maharage au ugali na mboga za majani. Hakuwahi kumdai chochote. Leo na kutengenezea wali wa nazi na samaki wa kukanga. Bibi Rehema aliwahi kusema siku moja, akiwa anamsaidia bibi huyo kushuka kidogo kwenye njia ya matope. Na wewe utakula nini mwanangu? Huyu bibi aliuliza kwa sauti dhaifu, lakini yenye upole mwingi. Rehema alitabasamu akashika tumbo lake kwa mzaha, nitakula tabasamu lako bibi, linanitosha. Wateja wengine walimshangaa Rehema, huoni huyu ni omba omba tu, hatoi hata shilingi kumi? Lakini Rehema aliwatazama kwa upole, kuna watu wanahitaji chakula zaidi ya fedha, na hakuna anayeomba kuishi maisha ya kuomba Kilichostaajabisha zaidi ni kuwa bibi huyo hakukosa hata siku moja kwa mwezi mzima. Alikuja kila siku saa ile ile, aliketi pale kwenye kivuli, na alipomaliza kula alishukuru kimya kimya na kuondoka. Hakuwa na simu wala mtu wa kumfuata. Rehema hakuwahi kuchoka kumhudumia. Lakini siku moja e. saa saba ilifika lakini siku moja saa saba ilifika ikapita, hakutokea wateja walikuja, walienda. Rehema aliangalia kila kona ya barabara. Hakukuwa na gurudumu la kiti chake, hakusikia sauti yake, hakukuwa na alama hata moja ya mahali alipoenda. Ghafla gari jeupe la kifahari aina ya Range Rover Sport liliwasili mbele ya kibanda chake. Lilikuwa safi kupita maelezo, taa zake za mbele zikiwa zimezimwa polepole, kana kwamba lilikuwa linakuja kwa heshima. Watu walitazama kwa mshangao. Mlango wa nyuma ulifunguliwa na kijana mrefu mwenye suti nyeusi akashuka. Alikuwa na bahasha ya dhahabu mkononi. Hakuongea na mtu yeyote. Alimfuata Rehema moja kwa moja. Aliposimama mbele yake, alimkabidhi ile bahasha na kusema kwa sauti ya utulivu, "Hii ni barua kutoka kwa rafiki yako." Kisha akageuka na kurudi kwenye gari lile bila kusema neno lingine. Gari liliondoka kwa upole kama lilivyokuja. Rehema alibaki amesimama, bahasha mkononi, mikono ikitetemeka. Watu walimzunguka wakitaka kujua kilichoandikwa, lakini hakutaka kusoma hapo. Aliifungua polepole aliporudi nyumbani kwake usiku. Ndani ya bahasha kulikuwa na mwaliko. Rehema mpendwa, umealikwa kwenye chakula cha mchana katika hoteli ya ziwa Azul kesho saa saba kamili. Tafadhali hudhuria, kutakuwa na mshangao. Rafiki yako. Hakukuwa na sahihi Hakukuwa na jina, lakini kulikuwa na maandishi ya mtu aliyeandika kwa heshima ya dhati. Alishika kifua chake. Ilikuwa ni barua isiyoeleweka, lakini moyo wake ulimwambia, hii ni mwanzo wa jambo lisilo la kawaida. Siku iliyofuata ilipofika saa saba kasoro dakika kumi, Rehema alikuwa amesimama mbele ya lango kubwa la hoteli ya Ziwa Azul, mojawapo ya hoteli za kifahari zaidi jijini. Alikuwa amevalia kanga yake safi ya rangi ya hudhurungi iliyoandikwa moyo mwema hauozi. Mlinzi wa getini alimtazama kwa mshangao, lakini kabla hajasema lolote, mlango ulifunguliwa kwa heshima. Mama Rehema, tafadhali fuata mwelekeo huu. Aliongozwa kupitia korido zenye mazulia mekundu, taa za vioo vya almasi zikimulika juu yake. Ilikuwa kana kwamba anapita katika ndoto. Macho yake yalishindwa kuamua pa kutazama kati ya vinyago vya zamani, picha za zamani au mapambo ya dhahabu. Mwongoza wageni alisimama mbele ya mlango mkubwa wa mbao ulioandikwa chakula maalum, wageni binafsi tu. Alifungua mlango na macho ya Rehema yakakutana na mandhari ambayo hayakuingia akilini mwake. Chumba hicho kilikuwa na meza moja ya mviringo iliyopambwa kwa maua ya waridi, sahani za rangi ya fedha na taa za mshumaa zilizounguzwa kwa harufu ya vanila. Kulikuwa na sauti ya muziki wa taratibu ukitoka kwa kinanda cha pembeni, na pale mbele yake aliyekuwa ameketi kwa utulivu e. Ni yule bibi. Lakini hakuwa tena kwenye kiti cha magurudumu. Alikuwa amevaa gauni la kifahari la kijani ya mizeituni, hereni za almasi na viatu vya dhahabu. Nywele zake zilikuwa zimewekwa kwa umaridadi, macho yake yakimwangalia rehema kwa upole na shukrani. Rehema aliganda mlangoni, macho yakimtoka. Karibu Rehema, bibi yule alisema kwa sauti ile ile ya utulivu. Samahani kwa kukuacha na maswali, lakini leo napenda kukuambia ukweli. Rehema alijikuta akikaa bila kusema neno, kinywa chake kilikuwa kimekauka. Bibi yule akaendelea e, mimi si mlemavu wala si omba omba. Alisimama akaanza kutembea polepole pole karibu na dirisha la kioo, akitazama bustani ya hoteli iliyojaa ndege wa rangi na maua ya kigeni. Mimi ni Bi Naima Mwakalinga, ninamiliki hoteli hii pamoja na zingine saba nchini. Pia nina viwanda vya sabuni, viatu na hata shule binafsi. Lakini miaka iliyopita nilikumbwa na ugonjwa wa moyo. Nilikuwa na fedha, lakini sikuwa na imani kwa watu tena. Watu walinipenda kwa sababu ya mali. Nilitamani kujua kama bado kuna wema wa kweli duniani, kama bado kuna mtu anayeweza kutoa bila kutarajia kurudishiwa chochote. Akamwangalia Rehema machoni, na nilikupata wewe. Rehema alianza kulia kimya kimya. Naima alikaribia akachukua mkono wake. Ulinilisha hata pale ulipokuwa huna. Ulinitazama kwa heshima bila kuniuliza jina hali wala historia. Hili halijawahi kunitokea. Akamkabidhi bahasha nyingine. Rehema alifungua kwa mikono iliyotetemeka. Ndani kulikuwa na hati za umiliki wa A. E mgahawa mkubwa wa kisasa ulioko Masaki, ukiwa na wafanyakazi, vifaa vya kisasa vya jikoni, gari mbili za kisasa za kubeba chakula na akaunti ya kuanzia yenye milioni hamsini. Barua ndogo iliyoambatanisho ilisomeka, moyo wako umenionyesha thamani halisi ya utu. Sasa ni zamu yako kuwa nuru kwa wengine. Usibadili roho yako, dunia inakuhitaji kama ulivyo. Rehema alishindwa kuongea, aliinamisha kichwa chake kwenye meza akilia kwa hisia nzito. Ndoto yake haikuwa tu imetimia, ilikuwa imevuka mpaka wa ndoto. Wiki mbili baadaye e. Rehema alisimama mbele ya jengo jipya lililoandikwa kwa maandishi ya kifahari Rehema stable e, chakula cha moyo. Ulikuwa si ndoto. Huu haukuwa tena kibanda cha mabati Kariakoo. Huu ulikuwa ni mgahawa wa hadhi ya juu wenye mandhari ya kuvutia, e, kuta za kioo, bustani ya mimea ya asili na mapambo ya ndani yaliyochanganya ustaarabu wa Kiafrika na kisasa. Wafanyakazi waliovaa mavazi ya nadhifu walikuwa wakimpungia kwa heshima. Kulikuwa na wapishi wa kitaalamu, wahudumu waliopitia mafunzo na hata meneja aliyesimamia ratiba na wageni wa hadhi. Lakini licha ya yote hayo, Rehema hakuwa amesahau alikotoka. Kila siku alikumbuka majivu ya jiko lake la makaa, sahani zilizopasuka na tabasamu la bibi aliyejifanya omba omba. Na hivyo hakubadilika hata kidogo. Alianzisha mpango wa kila siku aliyoupa jina meza ya huruma. Katika bustani ya mgahawa wake kulikuwa na meza maalum kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo: wazee wa mitaani, mama wajane, watoto waliotelekezwa. Wote walialikwa kula bure, bila kuulizwa swali lolote. Aliendesha magari ya chakula kwenda mitaa ya Tandale, Buguruni na Mbagala, akiwaambia wafanyakazi wake, usimpe chakula kwa huruma ya juu juu mpe kama vile umemkumbuka ndugu yako aliyechelewa nyumbani. Alivaa mavazi mepesi, mara nyingi akirudi jikoni kusaidia au kuzungumza na wateja kwa lugha ya kawaida. Watu wa hadhi walishangazwa na unyenyekevu wake. Mabalozi, wanasiasa, hata wasanii maarufu walikuja kula kwake. Naima Mwakalinga hii yule bibi alikuwa mgeni wa heshima. Kila mwezi waliketi pamoja, wakacheka, wakapanga miradi ya kusaidia jamii. Siku moja mwandishi wa habari alimuuliza Rehema, ulipata nini kwa kumlisha mtu ambaye hakuwa na kitu cha kukulipa? Alitabasamu kwa utulivu, macho yakiwa na kina kilichojaa kumbukumbu, kisha akasema, nilipata maisha mapya. Lakini zaidi ya yote, nilipata uthibitisho kuwa wema haupotei, huenda unachelewa tu kufika. Na kila mtu aliyekula kwenye meza yake alihisi kitu tofauti: upendo wa kweli, huduma ya dhati, na chakula kilichojaa ladha ya moyo. Mwaka mmoja baada ya kuanzishwa kwa mgahawa wa Rehema, habari za mafanikio yake zilienea haraka zaidi ya mipaka ya mtaa wa Kariako. Watu wa kila tabaka walifika, eu, kutoka kwa masomi, wanasiasa, hadi wasanii maarufu, wote wakihudhuria mgahawa wake wa Rehema Stable. Lakini mafanikio haya yalizaa wivu na fitina kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara wakubwa waliokuwa wanapata sehemu kubwa ya soko la chakula jijini. Siku moja mgahawa ulijikuta ukikumbwa na changamoto kubwa. Watu wa mashirika makubwa ya chakula walianza kuanzisha kampeni za kudharauliwa, wakisema mgahawa wa Rehema ni wa raia wa daraja la chini, ina hauwezi kuwahudumia wateja wa hali ya juu. Wafanyakazi wa mgahawa walishambuliwa kwa maneno, na hata baadhi ya wateja wa zamani walianguka kwenye ushawishi wa kampeni hizo. Magari ya usambazaji chakula yaliharibiwa mara kwa mara usiku, na mara nyingine yakikumbwa na ajali zisizoelezeka. Rehema licha ya yote hakukata tamaa, alikusanya wafanyakazi wake akisema, watu wanaweza kujaribu kutuzuia, lakini hatuwezi kurudi nyuma. Hii siyo kuhusu chakula tu, ni kuhusu kuonyesha dunia wema bado uko hai. Alianzisha mkutano wa jamii akialika viongozi wa mtaa, watu wenye ushawishi na hata wale waliokuwa na shaka na mgahawa wake. Katika mkutano huo bibi Naima, ambaye sasa alikuwa mshauri wake wa karibu, El alisimama na kusema kwa sauti ya kupenya moyo wa kila mtu, hatuna budi kuishi kwa moyo wa huruma. Hii ni nafasi ya kutangaza upendo na kusaidia wale wasioweza kujisaidia. Usivumilie dharau, lakini usijifunge kwa chuki. Mwishowe, mkutano huo ukahitimishwa kwa ahadi ya kushirikiana, na mgahawa ukaendelea kufanya kazi zake za misaada kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Rehema alijifunza kwamba wema sio tu kusaidia wakati wa amani, bali pia kushikilia imani hata wakati wa dhoruba. Miaka miwili baada ya changamoto hizo, mgahawa wa Rehema ulikuwa ukawa maarufu si tu kwa ladha yake, bali pia kwa moyo wake wa kuwahudumia wengine. Rehema alijifunza kwamba utajiri halisi haukupatikani kwenye fedha au mali, bali kwenye moyo wa kusaidia kwa dhati bila matarajio yoyote. Alikumbuka kila jioni alipokaa peke yake chini ya mti mdogo katika bustani ya mgahawa wake, akisali kwa shukrani. Siku moja alipokea ujumbe wa simu kutoka kwa Bibi Naima, Rehema, unajua nini? Umebadilisha maisha ya watu wengi, lakini pia umebadilisha maisha yangu. Sasa ni wakati wangu kurudi kwenye mtaa na kusaidia watu kama wewe ulivyosaidia mimi. Rehema akacheka kwa furaha isiyo na kifani, akijua kuwa moyo wa wema utaendelea kupitishwa kizazi hadi kizazi. Mgahawa wa e Rehema stable e ukawa ni ishara ya matumaini, upendo na mshikamano wa kweli katika dunia ambayo mara nyingi hupoteza mwelekeo. Hadithi ya e moyo wa Rehema e imekamilika rasmi. Ni hadithi ya moyo wa ukarimu usio na mipaka ya mtu mmoja aliyeamua kuwasaidia wengine bila kujali zao na jinsi wema wake ulivyomrudisha mema mara mia kwa moja. Rehema alionyesha kwamba hata pale ambapo dunia inaonekana kuwa gumu na yenye changamoto, moyo wa huruma na upendo unaweza kubadili maisha sio tu ya mtu mmoja, bali ya jamii nzima. Asante kwa kusafiri nami katika hadithi hii ya kusisimua na yenye mafunzo. Kama utataka hadithi nyingine au mabadiliko yoyote, nipo tayari kusaidia kila wakati.